Nguvu za Mungu zinakuwa hazishindwi kwako pale ambapo uwepo wa Mungu umekuwa makao yako. Uwepo wa Mungu ukiwa makao yako nguvu za Mungu zinakuwa hazizi kushindwa kwenye maisha yako. Unajua ile kwamba mtu na nguvu za Mungu zi zinaweza kufanya kitu kwenye maisha yake mpaka kwanza uwepo wa Mungu umekuwa makao yake. Daudi anasema kwamba nami nimemfanya aliye juu kuwa makao yangu. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume sura ya kumi inatuambia kwamba ndani yake tunaishi ndani yake tunaenda ndani yake tunapata kuwa na uhai wetu. Kwa unapofanya uwepo wake kuwa makao yako, ndipo nguvu zake zilizomo ndani yako hazizi kushindwa. Vile ambavyo unamjua Yesu alivyo, uweza wake, nguvu zake, mamlaka yake yote, unayoyajua wewe, unayoyajua wewe na usioyajua yote, yako ndani yetu. Ile nguvu ambayo ilitumika kuumba mbingu na nchi na vitu vilivyomo iko ndani yetu kabisa, lakini haitatenda kazi na haitadhihirika mpaka ugeuze uwepo wake kuwa makao yako. Unajua, kuna mtu mmoja anaitwa John Jireki. Miaka ya nyuma sana alikuwa ni mzungu, wazungu alioleta injili Afrika. Alipokuwa South Africa kipindi chake, kuna mlipuko wa magonjwa uliibuka kama vile Ebola au kama vile korona ilivyokuwa imeibuka, watu wanakufa kama kuku. Kwenda kuhudumia watu inabidi uko na mavazi unavaa, wanavaa kama vile wanaoenda kutoa asali kwenye nyuki, wanavaa mavazi yanayofunika ya ya ya kuanzia kichwani kila kitu, ndio anavaa yeye. Akaenda na mikono mitupu, amevaa tu nguo za kawaida. Wakamzuia, kama sasa akisema, ah, nimekuja kuwasaidia, maiti ni nyingi, watu wanahangaika. Akaambia hapana, utakufa. Akasema siwezi kufa, nyini acheni, nikifa simi nimechagua. Anabeba watu, anabeba maiti, wakanamshangaa, wakaambia utakufa, kama siwezi kufa. Wakashangaa, masaa napita kwa sababu ukiguswa na vile vidudu na kufa huchukui siku. Wakashangaa naefanya Siku ya kwanza pili, akamuuliza eh, vipi? Anamshangaa, we ni mtu wa namna gani? Akaambia namna kidudu kinachoza kusurvive kwangu. Hawakuelewa, wakajua okay, labda labda labda kuna damu natumia, ni mchawi nini. Akaambia, sikilizeni, mi ni mtumishi wa Mungu na hakuna ugonjwa wowote unaweza kuikaa kwenye huu mwili, haupo. Na ili muamini, chukueni kwa wagonjwa sample yenye vidudu, pimeni kwenye vifaa vyenu, hakikishe vidudu viko hai, alafu mpake kwenye mkono wangu Alafu tuchoe mkono tupime tena, vikiwa kwenye mkono wangu vikiwa viko hai, naacha injili. Wakachukua sampo, sababu na hakukupa sababu, tayari ameshabeba wengi, ashashika wengi, naona shanga adondoki, afi maisha yanaendelea, haugui. Wakachukua kapaka, wakapima kwanza, sampo viko hai, wakapaka kwenye mikono kupima, vyote vimekufa, vyote vimekufa. John Jirek ni mtu ambaye alisababisha Marekani, kuna mji mmoja ulitangazwa kuongozwa kutokuwa na wagonjwa duniani. Alikuwa akiingia mjini, hakuna ugonjwa m nafanya kazi, yaani alikuwa akifika mahali kama akitua, da ujue hospitali zote hazipati wagonjwa. Alikuwa ni mtu aliyegeuza uwepo wa Mungu. Ndio mana ukitukiangalia ulokole wetu na Ukristo wetu na angaliwa, ni, we are operating far below. yaani tuko nyuma sana tuko nyuma sana, tuko nyuma sana sana, tuko nyuma, tumeridhika kwa sababu usipomfanya aliye juu kuwa makao yako, yaliyopaswa kukukimbia wewe ndio wewe utakuwa unayakimbia. Lakini Mungu alivyotuumba kuna mambo yanatakiwa yatukimbie, ya, ya sio sisi tuyakimbie. Hayo unayoyakimbia yanapaswa ya, ya, ya kukimbie wewe, ila hayata kukimbia mpaka kwanza umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Ukimfanya aliye juu kuwa makao yako hayo unao yakimbia ataanza ya kukukimbia. Mimi nasema hivi, usifuatishe namna dunia hii, bali ufanye popo kwa kugeuza nia zenu. Ukisita taarifa zilizopo mtaani, saa nyingine unaweza kuogopa, ukiona picha za ukame, mwaka huu utakuwa ni mwaka wa njaa, mvua zimegoma kujishe kwa wakati, na unaanza kupaniki na wewe, mwaka wa njaa, mwaka wa njaa, tutakufa kwa njaa. Unajuta kweli? Unajua kesema, tutakufa kwa njaa. Hata kama utakufa, lakini utasota kweli kweli. lakini utasota kweli kweli, lakini biblia inasemaje? Haikunyesha kabisa miaka mitatu na nusu, kabisa haikunyesha, na bado watu walikula. Kama mimi ni wa Mungu na nimejitoa kwa Mungu na namtegemea Mungu katika kila kitu, hata kama nikunguru, tutaleta msosi. Anatoa Sijui mamake, Biblia haisemi nyama zitoka wapi kwenda kwa Elia, haisemi zilikuwa mbicha zimeiva haisemi, ila zikawa zina uwezo wa kulika, ndio maana alikuwa anakula. Kama kuna mjane mahali, mimi sijui, ninachojua mjane atanilisha kivipi, none of my business, kwa sababu ukishakoa Mungu Biblia inasema anakugeuza, anafanya kuwa balozi. Anasema we are ambassadors, tumefanyika kuwa mabalozi wa Kristo. Ushafanyika kuwa balozi wa Kristo. Maanayake hauwajibiki kwa dunia unayoishi ndani, unawajibika kwa fama mbinguni, sababu balozi hatunzwi na nchi aliyomo, anatunzwa na nchi aliyotoka kwa balozi wa Burundi Tanzania hatunzwi na nchi ya Tanzania, anatunzwa na nchi ya Burundi. Ko kama mimi ni balozi wa mbinguni duniani, situnzwi na, na Tanzania, natunzwa na mbinguni. Haijalishi duniani kuna kitu gani kinatokea, none of my business. Ninachojua ninakotokea, nchi ambayo ninaiwakilisha inawajibika kunitunza kwa kila kitu kinachotokea kwa nacho duniani then imemaliza. Ndio maana haijalishi uchumi wa Tanzania upande ushuke, haiwasumbui mabalozi walioko ndani ya nchi ya Tanzania. Kitawasumbua kama kule kondo kuna changamoto, kama kopa imeharibika na maisha yote yataharibika, ila kama iko vizuri huku, nao watakuwa vizuri huku kwa nitahangaika kama mbinguni Pakiharibika ndangaika kama mbinguni pakiwa hamna mvua sasa. Mbinguni kuna kosa mvua, sababu mvua yenyewe inatoka huko huko. Biblia inasemaje? Huanyeshia mvua wema na waovu. Kwa mvua inatoka kwake. Nataka <laughs> utengeneze picha kwamba, ukisoma biblia ichukue, halafu i practice ifanye, kuwa real kwenye maisha yako, kwa sababu ukishafanya hivyo. Njia moja wapo ya kumfanya aliye juu kwa makao yako ni maombi. Kama wewe ni mlokole na mkizo, afu uombi lazima una matatizo.